Karibuni tena katika channel yangu, msisahau kulike, comment na kusubscribe ili msipice na video zinazofuatia. Leo tuna staili nyingine kupamba keki kama tunavyoona kwenye video yetu. Twende wote hatua zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video yetu. Hapo niliunganisha keki mbili na nusu. Hapo nilikuwa napaka koti ya kwanza. Nilikuwa naunganisha keki kisha nikachonga sehemu niliokuwa naona haijakaa vizuri nikajazia vipande vya keki ambavyo vilikuwa vimezidi, kwa sababu sufuria zingine unakuta zilingani zimepishana kidogo, inaweza kazidi kidogo kaka au kakao upande. Kwa hiyo unakuwa una chonga sehemu ambazo unaona zijakaa sawa, kama hivyo. Baada ya kuchonga, nikaweka koti ya kwanza kama hivyo. Baada ya hapo, nikaendelea na hatua nyingine, kupaka koti ya pili kwenye keki yetu. Nilitumia rangi ya maziwa, kama unabata nyeupe Unaweka rangi ya njano kwa mbali sana, ili kupata rangi ya cream kama hiyo. Basi naendelea na hatua nyingine. Kama una swali maona ushauri, weka kwenye comment, nitapitia tajibu. Kama una kitu cha kuuliza, pia unaweza kauliza, pia unaweza kufanya mazoezi, kwa wale ambao wanaanza kupamba keki wanaanza kujifunza masuala ya keki kama hivyo. Kama hapo napaka koti ya pili kisha nasawazisha kama hivyo tunavyoona kwenye video yetu. Kama hivyo nikasawazisha, nimeshaandaa vitu vyangu vyote ambavyo najua nitaviweka kwenye keki yangu, nikasawazisha mpaka unaona butter cream yako ikiwa vizuri na keki yako inakaa imenyooka vizuri kama tunavyoona kwenye video yetu. Baada ya hapo, nikasawazisha kwa juu na kuendelea na hatua nyingine kwa video mbalimbali mbali, pia nimeweka hapa YouTube unaweza kuangalia ukaona ukafanyia mazoezi. Baada ya hapo, leo nilikuwa na style nyingine ingine ya kupamba keki kama tunavyoona hiyo. Unaweza kutumia piping bag kufanya hivyo kama tunavyoona kwenye video yetu. Unaweza kujibunia tu pangala side tofauti tofauti kwenye keki, haitaki keki zako zote zi zinafanana kila siku. Ukipewa uhuru wa kuchagua sample, najitahidi kuweka vitu tofauti tofauti ili kuvutia kazi zako. Kama hivyo tunasawazisha keki yetu baada ya hapo nitumia hicho kitana. Unaweza kutumia kitana kingine chochote ulicho nacho au ambacho unapenda kionekanie kwenye keki yako. Mimi hicho kitana sijakutumia siku nyingi, kwa hiyo nimekimisi, nimeamua nikitumie kwenye hiyo keki. Naangalia sehemu ambazo zimezidi kisha nakuja na sawazisha hapo. Vi, urembo vyangu vyote viko hapo ambapo nimeplani kabisa kuweka kwenye keki yangu, kwa hiyo nilihakikisha vyote na vitumia ambavyo nimeviweka pale kwenye keki kwenye meza yangu ya kazi kama hivyo, nakuwa najua kabisa kwamba napamba keki aina gani kama hivyo. Baada ya kumweza kusawazisha, nikuja nikaweka topa yangu ya birthday. Baada ya hapo nikaweka topa yangu. Jitahidi uweke tu kitu kizuri, ukiona kimekaa upande unasogeza kidogo, unageuza mpaka uone keki yake imekaa vizuri. Hapo unaona topa ilikaa vibaya kwa sababu nilikuwa nimekaa upande, kama ilikuwa upande mwingine baadaye nikaja nikaweka godilifu hizo, unaweka kwenye keki yako. Wanaulizia vifaa vya keki. Kifaa chochote ambacho unahitaji kinachohusu keki, nenda maduka ya keki. Kuna vifaa vingi aina tofauti tofauti kwenye haya maduka makubwa. Kila utakachokuwa unatafuta kinachohusiana na keki utakipata. Kwa kuhu, kuhusu bei, inategemea na duka uliloenda, inategemea unahitaji nini, duka gani. Kwa hiyo bei ndio zinakuwa hivyo Ukiona kitu yote cha keki kama ukijui jina, wewe piga picha, nenda nacho maduka ya keki. Ukifika unaonyesha kwamba nataka kitu fulani hivi na hivi, utapewa. Utaonyesha picha, utapewa kitu ambacho unataka. Usihangaike kwamba vitu fulani utapata wapi. Wewe nenda maduka ya keki, utapata kile ambacho unakihitaji kwenye swala lako la keki kama hivyo. Baada ya hapo, nikija nikaweka bodi zangu ambazo nilikuwa na plani kuzipanga kwenye keki. Nikuja nikaweka juu, nikaweka juu tatu, na hapo pembeni kwenye miunganiko na penyewe nikaweka hivyo, keki ikawa tayari. Unaweza kuongezea urembo wako ambao naona kwamba utapendezea kwenye keki, unaweza kuweka vipipi kama nini, nilivyokuja kuongezea hapo vipipi vidogo vidogo pembeni. Baada ya hapo, keki yetu iko tayari.